Hapa panapaswa kuwe ni kituo kikubwa hapa. Mabasi yanatakiwa kitoka huko yakae, ni bonge la senta lenye kubeba sura ya ukaribisho wa Tanzania. Uyole sio hii, nawaambia, tutaitengeneza Uyole. Hamtuamini, na hii nchi inawezekana. Ninawaambia Uyole tutaijenga, na wala msiwe na wasiwasi na hii barabara kwamba o labda sisi hemu ikingweka madarakani tutaachwa yatima, wamechelewa sana. Msiwa na hofu, watu wa Uyole wala watu wa Mbeya. Barabara hii nikishinda mimi, ni mtu ninayeamini barabara za kimkakati, na hii barabara kutoka hapa mpaka Tunduma ni barabara ya kimkakati, inapaswa iwe njia sita, wala sio njia nne. Sita: mbili za malori, nne za gari za kawaida. Uyole kuna kituo kikubwa, watu wanatoka wanatoka wanakuja hapa, wanalala wanakula bata, tunatengeneza fedha. Na unaacha kila mmoja anakwenda, tunasongamana Dar es Salaam. Nimeahidi kuanzisha mfuko maalum wa kulinda kustawisha kukuza na kuendeleza mawazo ya kibiashara nchi yetu ondokane na umaskini na tatizo la ajira. Nawaomba mniamini, twendeni tukabadilishe nchi hii. Nchi hii inahitaji rais atakayeweza kuongoza uchumi kwa fikra za kileo, fikra za kileo. Mimi ni mtu inayehudi uhuru wa soko. Linda mlaji apewe bidhaa njema, linda mtengenezaji atajirike. Ndio dunia inavyokwenda. kosichezi na kilimo, ndugu zangu. Ndio ninawaambia vijana wenzangu, wala hatutosukumana kwa hiari yetu, tutaacha bodaboda, tutakwenda tuta kulima kwa sababu naupeleka utajiri kwenye kilimo. Ardhi tunayo, hatusubiri Marekani. Yatupe maji tunayo, hatusubiri kwenda kuyaomba benki ya dunia. Nguvu kazi tunayo, hatusubiri kwenda kumkopa mchina. Tuna shida gani? Yaani kwa nini tunashindwa kuwekeza kwenye vitu ambavyo viko wazi kwenye mikono yetu? Anaitwa uh, Jimmy Ndere Mwaigaga kwa sera nilivyoona mimi, kwa mgombea sera zake zina hoja nzuri, umeelewa elewa, kutuangalia sisi wenyewe Tanzania Yanga, unaona hapa kukomboa kwenye hii Yanga sio? Unaona mwenyewe hapa, na kula vumbi muda wote, sisi ndio tunashinda hapa, tunakula sisi ndio tunashinda hapa vumbi muda wote, tunaelewa shida ya hapa. Uzuri wao watekeleze sera zao wanazo nadi, wakinazo kwa sera zao wanazo ziongea. Unajua mtu anavyoomba kula anavokuja nakuja vizuri, baadaye akija ukishampa kula atekeleza hivyo vyaidi vile. Sera ambayo imenigusa kwa ndugu yangu hapa, sera iliyonigusa kwenye swala la ajira. E, make vijana sana wanalalamika kwenye swala la ajira. Unakuta mtu kasoma na miaka mitano yamekaa tu na vyeti ndani, hakuna ajira, ajira hazitolewi. Ndiyo hilo swala ambayo nimemwelewa nime ndugu yangu aliongea.